Sasa Yesu Bwana tuli mutaka tosome Matayo kalonda Matayo mowa londaewe mmo ngaose analonda Marko Marco, eh, Marco.

maonde. Soma... E, sola sola ma mame tambu eh. Haleluya, Bwana. Asante kwa nguvu zote za ulimwengu. Amen. Kanyaga shetani

nakuja mbele yenu kuja kusema tuna mkutano ulimshanpike umpangiri ah, it mchungaji Echiba e hapa, na huu bwana nani mchunga hazina wangu, tunakuja mbele zenu, tunakuja kusema kwamba sisi tunaanza mkutano wa Pentekoste hapa kwetu makaburi hapa, ndio kuko kanisa yetu hapa